Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini wanafanya kazi lakini hawaoni mafanikio yote. Unaweza ukawa umesoma sana mpaka elimu yenyewe ikawa inakuelewa, lakini sikusaidie kwa lolote. Mwingine anaweza akawa anajituma sana, lakini haoni mafanikio yote. Leo nimekuandalia somo hili, na somo hili litakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kabla hatujaendelea, Jambo la msingi ambalo natakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado hujasubscribe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 Watu wengi wamesoma sana, watu wengi wanafanya kazi, lakini hawaoni kabisa mafanikio yote. Unaweza ukakuta mtu ana vyeti vingi, mwingine unaweza ukakuta mtu amesoma na diploma, mwingine degree, mwingine masters, mwingine PhD, lakini hana mafanikio yote. Lakini unaweza ukakutana na mtu tu hajasoma kabisa, lakini mafanikio aliyonayo ni mafanikio wa makubwa. Watu wa namna hii ni watu ambao wamekuwa wakijiuliza najikuta mtu anajiuliza amesoma sana lakini haoni mafanikio yote. Mwingine anaweza akawa na vyeti vyote na vyeti vile vikawa kama urembo, akawa anajiuliza, haoni kabisa hata mwenyewe akiangalia, haoni mafanikio yote na amebakia kinung'unika, akinung'unikia watu. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kutambua kwenye maisha, huwa kuna misingi na msingi unaweza ukashikilia maisha yako ili usifanikiwe Ukisoma kitabu cha Zaburi 11 na mstari wa tatu, imeandikwa nukuu, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Neno la Mungu lasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi siku zote huwa unabeba mwonekano wa kitu chochote. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, msingi siku zote huwa unabeba mwonekano wa kitu chochote. Msingi ukiwa mbovu, nyumba haiwezi ikasimama, hata kama umetumia vitu vya gharama kuijenga nyumba hiyo. Msingi ukiwa mbovu, nyumba hiyo itaanguka. Msingi huwa hauonekani, lakini unaweza ukabeba kitu ambacho kinaonekana. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, msingi siku zote huwa hauonekani, lakini msingi huwa unabeba kitu ambacho kinaonekana. Watu wengi wameshangaa, wa wamekuwa wakiona maisha yao wa hayafanikiwi kabisa. Watu wengi wamekuwa wakisoma, lakini wanaishia tu kulia, hawaoni mafanikio yote. Ni kwa sababu kuna misingi kwenye familia. Kama kwenye familia yenu kuna msingi wa uovu au kuna misingi ya giza, mtu anaweza akatengeneza msingi kwenye familia ambao msingi ule ukakuzuia wewe kufanikiwa. Unaweza ukaa unajiona unafanya kazi sana, yamkini umesoma sana lakini hauoni kabisa mafanikio yote. Mwingine akitaka kupata jambo fulani au akitaka kupata ajira au akitaka kupata kazi, anashangaa kuna jambo ambalo linainuka nale, jambo lile linamfanya aendelee kurudi nyuma mwingine anaweza akawa yupo kabisa ameajiriwa kabisa, lakini hana maendeleo yote, kwa sababu kuna misingi katika familia ambayo misingi hiyo inazuia wewe usifanikiwe. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua kama kuna misingi ambayo ipo kwenye familia, ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi ya kuharibu misingi hiyo, kwa sababu maombi huwa yana nguvu kabisa ya kuharibu kabisa misingi yote. Kwa hiyo kuna watu wamesoma sana, lakini hakuna chochote walichokifanya. Unaweza ukawa na kipawa kikubwa, lakini usiwe na mafanikio yote. Unaweza ukawa umetimu zaidi, lakini kuna mtu asiye timu akakusaidia. Unaweza ukawa unafanya kazi sana, ila unaporomoka. Wengine wanaweza ukawa wafanya kazi, wanapotaka kuinuka kiuchumi, wanashangaa kuna jambo ambalo linatokea, na jambo lile linawaporomosha kabisa kiuchumi. Wanabiti tena mwanzo, wanaanza tena lakini, akifika hatua fulani, anajikuta anaporomoka anarudi tena mwanzo. Jambo hili ni kwa sababu kuna msingi ambao umejengwa kwenye familia na msingi ule unatakiwa uharibu. Ukiuharibu msingi wa giza ambao unashikilia mafanikio yako na unashikilia hatua zako, basi itakuwa ni rahisi kwa wewe kuweza kusonga mbele. Watu wengi wameshikiliwa na misingi ya familia. Misingi ya familia inaweza kakuzuia. Sawa, umesoma sana, lakini unaweza usipate kazi. Misingi ya familia inaweza ikakuzuia kabisa, ukitaka kupata yenyeka ikakushikilia ili usiweze kupata. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaingia kabisa kwenye maombi kuharibu kila misingi ya giza ambayo imeshikilia maisha yako, kila misingi ya ukoo na familia ambayo imeshikilia maisha yako, kila misingi ambayo inazuia kufanikiwa ni muhimu sana ukaingia kwenye maombi kuiharibu misingi hiyo. Leo tutakwenda kufanya maombi ya kuharibu kila misingi, misingi yote iliyosimama kwa kuzuia, yamkini msingi wa magonjwa. Unasoma sana, lakini kifikia tu unashangaa, kuna ugonjwa unatokea, unaumwa, unashindwa kuendelea masomo. Wapo watu kwa sababu ya misingi wa ma..., kwa sababu ya misingi ya familia wameshindwa kuendelea kwenye masomo yao. Unakuta mtu alikuwa na akili kabisa darasani, ghafla anatokea anatokuna tokea unatokea ugonjwa tu, unashangaa ugonjwa ule unamshikilia mtu ule, akirudi shule ugonjwa unatokea, lakini akirudi nyumbani ule ugonjwa unapotea. Huo ni msingi ambao umemshikilia mtu huyo. Kwa hiyo utakwenda kuomba kuharibu kila msingi. Nifuatishe maneno haya, sema: E Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamee, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na cha ushindi. E Bwana Yesu, naomba unisamee kwa damu ya Yesu ninakuja mbele zako e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Imeandikwa bomweni, bomweni hata msingini. Kwa damu ya Yesu ninabomoa kila msingi wa familia ambao unanizuia mi kusonga mbele, ninaubomoa kwa damu ya Yesu. Ninaubomoa kila msingi wa familia unaonizuia mafanikio yangu, unaezuia mi kusonga mbele, kwa damu ya Yesu naubomoa katika jina la Yesu, naobomoa Sema kwa damu ya Yesu, ninabomoa misingi yote ya uovu, ninabomoa misingi yote ya magonjwa, ninabomoa kwa damu ya Yesu, ninabomoa kwa damu ya Yesu, kila msingi unaonizuia, ninaubomoa katika jina la Yesu. Anza kuomba na mimi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu, mtu huyo anakunisikiliza sehemu yote ile, katika jina la Yesu naiendea ile misingi yote ambayo imeshikilia maisha yake, misingi ya magonjwa, misingi ya umaskini, na iendea kwa damu ya Yesu. Ile misingi naivunja kwa damu ya Yesu, naivunja kwa damu ya Yesu, naivunja kwa damu ya Yesu. Yesu, misingi yote ambayo inamzuia mtu huyo asonge mbele, inayemzuia mtu huyo asipiga hatua, naivunja kwa damu ya mwana kondoo, naivunja kwa, naivunja kwa damu ya Yesu ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa kiroho, ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa kiroho, ninasambaza moto kwenye ulimwengu wa kiroho. Kila misingi kila minyororo iliyokushikilia iliyoshikilia hatua zako inayokuzuia usipige hatua na ivunja iyo minyororo kwa damu ya Yesu, na ivunja kwa damu ya mwana kondoo hiyo minyororo iliyokushikilia na ivunja kwa damu ya Yesu, na na ivunja ivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila vikwazo vilivyowekwa mbele yako na viondoa kwa damu ya Yesu navyoondoa kwa damu ya Yesu na kuweka huru katika jina la Yesu Amen. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, endelea kuomba kuharibu kila misingi yote iliyoshikilia maisha yako, endelea kuivunja, endelea kuiharibu katika jina la Yesu Kristo Amen.